Kuhusu swala la pili mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli e, kuna changamoto ya biashara e, za kuuza bidhaa mtandaoni bila kuwa na kampuni. Kwa mfano mtu anapiga ana, ana, ana picha bidhaa ya mtu kwenye duka halafu anarusha e, mtandaoni halafu anatafuta ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana wateja. Sasa mtu kama hujui ya, ameweka namba ile ambayo e, bado ukituma hela mzigo hutapata, lakini pia e, e, na fedha yako itakuwa imetapeliwa. Sasa moja ya vitu ambavyo tumefanya kama serikali e, tunawasaidia vijana kwa mfano sasa hivi tumewaambia, kuna vijana wa Tanzania wamebuni mfumo mzuri ambao wenyewe unasaidia kuunganisha kati ya mteja kwa maana ya mnunuzi na mteja muuzaji, kwamba kupitia shiriki e, wameanzisha kampuni e, moja inaitwa Fortune Technology Company, na wana app moja inaitwa, inaitwa, inaitwa Swift, e, inaitwa Swift Pack ambayo yenyewe wanashirikiana na shirika la, la posta kwamba ukinunua fedha zako zitakaa pale kwanza na ukithibitisha kwamba umepata mzigo, ndio wale wana release ile fedha kumpelekea yule ambaye anauza. Kwa hiyo hizi ni hatua ambazo zimeanza kuchukuliwa na serikali ili kuhakikisha tunaboresha biashara mtandao, kwa sababu hatuwezi kukwepa. Sasa hivi biashara mtandao ndio kila kitu, lakini lazima tupunguze changamoto au athari hasi za biashara mtandao. Nakushukuru sana, Mheshimiwa Mwenyekiti.